Asante, asante DG, Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Riziki Pembe Juma, waziri wa habari, uh, utamaduni sanaa na michezo, Mheshimiwa Ali Abdul Gulam Hussein, naibu waziri Mheshimiwa nafahamu katibu mkuu anakuwa ndugu, lakini Mheshimiwa Matar Zahor Masoud katibu mkuu Wizara ya Habari Tamaduni Sanaa na Michezo, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya NMB Mapinduzi Kapu ishirini ishirini na sita ndugu Makame Machano Haji ndugu uh, makamu mwenyekiti wa kamati Baruk Suleiman Osman, wajumbe wote wa kamati, waandishi wa habari, watendaji wa kamati na sote tulohudhuria, assalamu alaikum. Kwanza kabisa naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika leo tukiwa hai tukiwa salama tukiwa wazima na wenye furaha miongoni mwa siku tukufu kwenye taifa letu, siku ambayo mama yetu alikuja duniani leo. Happy birthday kwake. Pili, naomba niwashukuru wote mliohudhuria na niwakaribishe, karibuni ukumbi wa New Amani Hotel hapa kwenye New Amani Complex uh, kwa lengo lile lile la kuendeleza kuendeleza ushuhuda wa NMB Mapinduzi Cup, kuendeleza furaha ya nchi yetu. Karibuni sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Nimeitwa hapa, moja ya kazi nilizopewa ni kufanya utambulisho mdogo wa watu waliopo hapa ndani, ambapo naomba utambue uwepo wa mwenyekiti uliyemteua mwenyekiti wa kamati ndugu Makame Machano Haji. Naomba utambue uwepo wa makamu mwenyekiti wa kamati ndugu Mbaruk Suleiman Osman. Naomba utambue uwepo wa mjumbe wa kamati uh, ndugu Hussein Ahmada vuai Naomba utambue uwepo wa mjumbe mwingine wa kamati ndugu Said Kasim Marin. Naomba utambue uwepo wa ndugu Amer Makame, ndugu Amer Makame, mjumbe wa kamati. Na naomba utambue uwepo wa ndugu Salum Ugwa, pia mjumbe wa kamati. Mheshimiwa mgeni rasmi kwa dharura tofauti tofauti, uh, kuna wajumbe wa kamati ambao kwa bahati mbaya hatuko nao hapa muda huu, uh, ndugu Mfamau Lali Mfamau, mjumbe meya wa jiji la Zanzibar ndugu, uh, Kamal, mstahiki meya Kamal, ndugu Raj, uh, Khalid Bakari Amran ndugu Hassan Ibrahim Musa maarufu Hasti na ndugu Ramadhani Bukini kwa dharura tofauti hatupo, hatupo nao hapa, hapa ukumbini, lakini naomba utambue ni miongoni mwa wajumbe ulio wateua kulifanikisha jambo hili. Pamoja na hao mheshimiwa, naomba utambue uwepo wa wajumbe waalikwa wa kudumu kwenye kamati yetu, mheshimiwa naibu waziri wa habari sanaa utamaduni na michezo mheshimiwa abdul Hulam. Kamati bila ya fedha haiendi, kwa hiyo tulikuwa na mjumbe wa kudumu mhasibu wa wizara ndugu Juma Makame, na naomba pia utambue jembe la kamati yetu ndugu Zainabu Ibrahim Ali kwa hakika hao ndio waliofanikisha hiyo kazi iliyotukutanisha hapa sasa hivi. Uh, mheshimiwa mgeni rasmi, kamati yetu kama walivyoiteua mara baada ya kuite, kuiteua wenyewe tulikaa tukajipanga, vipi tutafanya kazi zetu. Miongoni mwa tulioyafanya, tuliunda kamati ndogo tano. Naomba uzitambue, nazo kamati ambazo zilifanya kufanikisha mambo yetu haya ya kwanza ilikuwa ni kamati ya habari na hamasa ambayo katibu wake ni ndugu Saidi Kasim Marin, tuko naye hapa. Kamati ya mapokezi na itifaki, ambayo kaimu mwenyekiti wa kamati hiyo wa kudumu toka siku ya kwanza mpaka tumemaliza, ndugu Salumu Bwanaso. Tulikuwa na kamati ya ulinzi na miundombinu ambayo mwenyekiti wake naye tuko naye hapa ndugu Amer Makame, kamati ya ufundi ambayo ndiyo iliyoandaa ratiba na mambo mengine yote yanayohusiana haswa na mpira, katibu wake uh, yupo hapa naye ndugu Hussein Ahmad Avuayi. Kamati kubwa ya zote ambayo ilifanikisha kuleta baadaye nitakayoyataja, ilikuwa ikiitwa kamati ya fedha. Kamati ya fedha mwenyekiti wake ni ndugu Khalid Bakari Amran, ambaye kwa bahati mbaya hapa hatuko naye, lakini mimi pamoja na kwamba nilikuwa katibu wa kamati kuu, lakini pia nilikuwa katibu wa kamati hiyo ya fedha, na mimi naomba nipongezwe kwa hilo. Lakini pia tulimpata mdhamini mwingine ambaye ni mamlaka ya bandari Tanzania, TPA. Hongera kwao. Tulimpata mdhamini benki ya watu wa Zanzibar, PBZ, mamlaka ya mapato Tanzania TRA, shirika la bima Zanzibar ZIC, mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Pia tulipata wadhamini wadogo wadogo ambao nao kwa namna moja au nyingine walitusaidia ambao ni hawa wafuatao: Amani Central Agents, Zanzibar School of Health, mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA na Ampola Tasakta Hospital, pamoja na wadhamini hao ambao au tuliwataja, ni wadhamini ambao walileta wali pesa uh, moja kwa moja cash, lakini pia tulipata wadhamini ambao walifanya in kind, na tunathamini jitihada zao, na zilikuwa ni pesa nyingi sana ukizi convert kwenye, kwenye masuala ya pesa, nao ni Orkun Group, assalamu assalamuea Just Fit Sports Gear, Robi One Pharmacy, Tembo Hotel, lakini pamoja na kwamba mashindano haya yalikuwa na mdhamini aliyebeba jina, lakini uhalisia unabaki vile vile kwamba kuna mdhamini mkuu wa miaka yote, ni mdhamini ambaye hata sasa hivi hili tukio alirusha live kupitia Azam Sports 2, Azam Media Azamedia ali, aliweka fedha nyingi, lakini pia alifanya in kind kubwa na ndiye alikuwa broadcaster, ndio alikuwa na haki ya kurusha matangazo haya, kwa naye tunampongeza. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nisimfilisi mwenyekiti, baadaye ata, atakuja na ripoti na pengine ataikabidhi kwako Nahisi nikiendelea kuzungumza nitayasema yale ambayo yeye kakusudia kuyasema. Kwa ufupi sana, naomba niwakaribishe kwenye hafla hii, naomba tu enjoy, naomba tule raha. Lakini kabla sijaondoka, samahani, nitakuwa mwizi kidogo, kuna watu kama sija sijatambua naomba uh, Mheshimiwa finali yetu ilifanyika Gombani na uzuri wake fainali yetu iliendana na sherehe za Mapinduzi. Ilikuwa ni fainali ya mpira, lakini pia ilikuwa ni sherehe zetu za Mapinduzi kwa mwaka huu waliolipamba lile tukio la fainali pale uwanja uh, wa Gombani walikuwa ni watoto wadogo wadogo wadogo. Uh, makamu wale walikuwa mia sita wale watoto, naomba tuwapongeze sana, sana, sana. <coughs> Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mimi naomba nisi, nisiendelee sana kukaa hapa kwenye jukwaa nikasema mpaka yenu. Kwa hiyo naomba kabla sijamrudishia MC, makamu mwenyekiti ndugu Mbaro, ngesogea kidogo ukatoa neno ukamkaribisha mwenyekiti au kama ratiba itakavyosomeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wa Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo Dr. Riziki Pembe Haji Juma, samahani, Mheshimiwa naibu waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kaka yetu Ali Abdul Ghulam Hussein, Katibu Mkuu Wizara ya Habari Utamaduni Sanaa na Michezo, kaka yangu Matar Zahor Masud, Naibu Katibu Mkuu ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati, kaka yetu pia ambaye yeye ndo ametulea katika kamati hii mwaka huu tumeenda naye vizuri tu. Ungane na msemaji aliyopita, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu kutujalia siku ya leo kukutana hapa na kukutana katika hali ya utulivu tukiwa na afya njema kabisa. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujaalie hafla yetu hii au shughuli yetu hii ifane na turudi nyumbani kwa amani. Vile vile napenda nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa wadhamini wote. Pamoja na kwamba wametajwa, lakini na mimi pia si baya nikiwataja, kwa sababu wadhamini hawa ndio waliotusababishia shughuli yetu yote hii mpaka leo tukaitana hapa kwa muda ambao mheshimiwa waziri alituambia kaifanyeni hii shughuli. Kama tusingeshikana mikono na wadhamini hawa ingekuwa ngumu kwa kweli. Kwa hiyo na mimi pia niungane na mwenzangu aliyopita tuwapigie makofi wadhamini wetu kwa kweli. Mheshimiwa Waziri, naomba pia kwa heshima kubwa na kwa ruhusa yako naomba tutambue jitihada kubwa zilizofanywa na mlezi wa kamati. Mheshimiwa Naibu Waziri Ali Gulam Hussein. Mheshimiwa Waziri mlezi wetu, tulikuwa naye muda wote usiku mchana akitulea. Kwa hiyo leo pia ni sehemu yake na yeye ya kukumbukwa. Lakini kwa niaba ya wa wajumbe kumi na moja wa kamati kwa niaba ya wajumbe kumi na moja wa kamati, kwa dhati kabisa tunampongeza sana mwenyekiti wetu wa kamati, waziri. Naomba vilevile nimkumbuke katibu mkuu kwa sababu tulipokuwa tunakwama kuna wakati inabidi tumtafute katibu mkuu wa wizara kaka yangu Machar, tulikuwa tunamtafuta, na bahati nzuri hata kwa simu tu ilikuwa kwake inatosha. Fanyeni hivi fanyeni hivi nendeni hivi hivi msiende. Kwa hiyo katibu mkuu, he was very, very instrumental katika ufanikishaji wa shughuli yetu hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kila unachokiona kizuri hakikosi kasoro. Tulikuwa tuna changamoto nyingi, lakini tulipambana kwa kushirikiana, na siri yetu ya mafanikio ilikuwa ni umoja na mshikamano. Hicho ndio kilichokuwa kitu ambacho tunajipambanua tuna. Kwa kamati hii tulikuwa tunajitahidi sana tuwe wamoja hata kama ulikuwa unasikia kuna hili kuna lile, wenyewe tulikuwa tunarudi, tunakaa chini, tunarekebisha, tunaenda mbele. Kuna kitu fulani, jamani, hakijakaa sawa, wenyewe tunarudi, tunakaa chini, tunatatua, tunaenda mbele. Na baada ya kuyasema hayo, mheshimiwa waziri, kwa kuwa si sehemu yangu ya kuongea sana, naomba mimi sasa nirejeshe mic kwa DJ ili utaratibu mwingine ufuate na uendelee. Naomba kuwasilisha. Karibu sana mwenyekiti. Asante DJ, asante sana Kaji na, naulizwa hii ndo wale wale ndo ya mwenyekiti. Asante bwana, hakuna tatizo lolote. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Riziki Pembe Juma, waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Mheshimiwa uh, naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na mchezo ndugu yangu Ali Abdul Gulam Hussein e, waheshimiwa wawakilishi mliopo hapa, lakini ndugu katibu mkuu kakaetu Matar Zahor Masud, wadhamini waliopo, nitambue uwepo wenu kwa umuhimu wenu katika shughuli hii Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue wajumbe wangu wa kamati, kamati bingwa, kamati ya nguvu, kamati ya 2026, kamati imara, kamati yako iliyowezesha mashindano haya. Lakini Mheshimiwa, kwa upekee siku ya leo, kamati hawa na wadhamini na sisi tumekutana muda wote Mheshimiwa kiitifaki, siku ya leo ni siku ya vijana wetu. Wale kule, naomba vijana msimame, tukupigieni makofi kwa ruhusa ya mheshimiwa waziri. Vijana simameni, nyinyi ndio mliofanikisha. Nyie huko mlio, asante mwenyekiti. Leo ni siku ya pekee yake, siku ya kuja kukabidhi kazi. Leo ni siku ya furaha, lazima tufurahike na ndio maana mheshimiwa, mheshimiwa waziri samani na kuita mwenyekiti. Lakini mheshimiwa waziri, ndo maana leo burudani ipo hapa, burudani pambe ya aina yake. Hongera wasanii wetu, na wao wapigwe makofi. Lakini mheshimiwa waziri, leo pia imesadif ime ndo siku ya birthday ya kiongozi mkuu, na tukifanya sherehe tukitaja itifaki, wao wale ndio wanaingia kwa ulazima wao. Kwa hiyo, happy birthday mheshimiwa. Baada ya hayo machache, naomba nichukue fursa hii eh, kwa ridhaa ya wanakamati wenzangu wote, nije sasa kukukabidhi ripoti rasmi ikiwa inatumbuizwa na mziki maridadi baada ya zoezi la kukabidhiwa hiyo, nyimbo tutaianza tena. Tunaa na leo hii kwa makusudi mazima kuamua, wanasema tuje tu, tuivunje. Tukivunja itavunjika tukiparaganya taparaganyika, eh? Ila hatuivunji kwa maana kuvunja kama nazi, tutaivunja kama yai vile, tena kwa msumari eh? Kila hivi laini fulani hivi, tunakushukuruni sana, na kwa niaba ya wizara yetu wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, nipenekwambieni kwa kweli, kamati, hongereni, hongereni sana, mmetuheshimisha sana zaidi sana. Hongereni, lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru wadhamini wetu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamefanikisha mashindano yetu haya. Naomba nisiwaseme kwa sababu wenzangu wote wamewataja mmoja baada ya mwingine, ila kuna mmoja naomba nimuongezee, kwa sababu na yeye ametufanikishia jambo la wizara yetu ambalo lina mnasaba na mapinduzi yetu matukufu, nalo lilipolele la usiku wa tarehe kumi na mbili na ile tarehe ambayo tulifanya pale Golden Tulip. Kwa pia tuwashukuru na wenzetu wa Golden Tulip Zanzibar kwa msaada wao ambao wamefanikisha kufanikisha kwa ile taarabu yetu ya mapinduzi. Nilisema na wewe naye ni muongeze kwa sababu ndio amesherehesha pia kufanikisha ile in kind kufanikisha taarabu yetu. Na nizipongeze zile kamati ndogo ndogo zote kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana maana siku ambayo naunda kamati wajumbe kumi na mbili, nikawa najiuliza kamati hii itatosha, lakini nikasema, wana hapa kazi ni majembe, na kila mmoja anajua ana vidole kumi, kwa vidole kumi vile, kila kimoja kikizaa, maanake tunapata wengi, na alhamdulillah kama ambavyo tumeomba Mtume Muhammad tuko wengi, kamati kubwa ilizaa kamati ndogo ndogo ambayo imefanikisha NMB Mapinduzi Cup ishirini ishirini na sita. Lakini kipekee sana sana na kwa heshima kubwa naomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kwa kweli haya yote ambayo tunazungumza hapa, bila ya yeye yasingeweza kufanikiwa. Hawa wote ambao wameweza kutudhamini sisi, maana yake wanafanya kazi nzuri na serikali yetu mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kokote uliko na tunakuombea afya njema na maisha marefu Mwenyezi Mungu akujalie. Pia tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Birthday girl wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli amekuwa na jitihada kubwa kuhakikisha michezo, lakini hata hii Mapinduzi Cup yetu kufanikiwa, basi ametusaidia, maana miongoni mwa wao ambao wametusaidia wamepata tunasema umepata support kubwa kutoka kwa mama, na wakaambiwa nendeni mwe support Mapinduzi Cup. Tunamshukuru sana na niungane na wenzangu wote katika kuendelea kumuombea dua kwenye siku yake hii tukufu ya kuzaliwa, au ambia aliye maisha mema marefu, afya njema, namwondoshee husna na hasada zote za majini na wanadamu. Ndugu zangu, leo sisi kama maneno mengi eh? maneno tumewaliza tulimaliza tarehe 13, pale uwanja wa Gombani. Lakini kama nilivyosema, kushukuru kamati na kamati, nashukuru ripoti ambayo mmenipatia hapa, nimeiangalia kwa haraka haraka na yale ambayo mmeyapendekeza, naomba niseme kwamba wizara tumeyapokea na tutayafanyia kazi ili kuona yanafanikiwa. Na katika hili suala zima la kuunda kamati ndogo ya wizara hili nalo tutalifanya kazi kwa haraka, na naomba kwa mamlaka nilionayo ambayo Mheshimiwa Rais amenipa naomba nimtangaze mwenyekiti wa kamati hiyo ndogo hapa hapa tulipo. Niseme siseme, nimtaje? Haya, basi naomba nimtangaze aliyekuwa, lakini bado sijavunja Naomba nimtangaze mwenyekiti wa kamati ya NMB Mapinduzi Cup 2026. Huyo huyo atakuwa mwenyekiti wa hii kamati ndogo ya ufuatiliaji. Kwa ile kamati ndogo ambayo tutaiunda, wajumbe wake sisi tutatangaza hapa, mtani ya radhi, ila mwenyekiti tayari yupo. Kwa mwenyekiti mwanake, anaanza kazi mara moja. Kwa mwenyekiti utaanza kazi yale ambayo mapendekezo uliyatoa hapa kwamba kuifanya Mapinduzi Cup yetu kwa kweli hii ni icon ya Wazanzibari kwa sababu tunavyozungumzia mapinduzi maki ni mapinduzi daima, mbele tutayalinda, tutayatetea, tutayasimamia kwa maslahi mapana ya Wazanzibari wote. Kwa hiyo hii ni icon kubwa kwa wenzetu TFF na CAF kutambua ni suala la msingi, lakini waswahili wanasema nguo ya Ijumaa siku hizi hufuuliwa Jumaatatu mabadiliko ya tabia ya nchi na hali ya hewa, waweza kusubiri kufua Alhamis ikaja mvua, hakuna upepo, hakuna kitu, watufue Jumatatu. Kwa hiyo tuanze sasa, na mwenyekiti ndio naanza kukuagiza, na hilo anza nalo tuweze kufanikiwa na pia naomba tumshukuru Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, tusimsahau na yeye. Alitushika mkono, alitubeba kwa sababu yeye alikuwa ndio mwenyekiti wa sherehe zote za Mapinduzi. Kwa hiyo alihakikisha kwamba Mapinduzi Cup yetu yanafanikiwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, lakini wale wote wanasema tueukataja mmoja mmoja, lakini kila mmoja ambaye alifanikisha kufanikisha kwa Mapinduzi Cup yetu haya So Mapinduzi Cup yetu haya ya mwaka huu 2026 tunamshukuru na tunaombea wote heri na baraka tele, lakini naomba nikuahidini kwamba kwa ni kazi kwa kwa nzuri ambayo imetufanyia mwaka 2026, wizara yetu itaendelea kuthamini na tutaendelea kukutumieni ili kuona tunafanikisha, si lazima labda ye mapinduzi kapu tu, lakini tuna mambo mengi ambayo wizara inataka kuyasimamia na tutaomba sana sapoti yenu ili kuona hayo yanafanikiwa. Kwa hiyo biashua d kamati, lakini hata wale ambao walikuwa kamati ndogondogo, basi na nyinyi tunathamini mchango wenu na wizara hii itaendelea kukutumieni kwa lengo la kuona wizara yetu inasonga mbele katika mambo yote. Basi baada ya hayo naomba tuseme kwamba kamati yetu ya NMB Mapinduzi Cup hi 2026 tuna i vunjara. Tuna kushukuruni sana asanteni sana. Kama nilivyosema tunakuombeni, kuwa muwe nasi bega kwa bega, mkono kwa mkono, ili tutakapokuhitajini basi mseme sawa. Hata kama kamati imevunjwa basi, muwe nasi katika kuona mambo yanasonga mbele. Jamani, baada ya hayo haya, eh, wale walimu wenzangu, wale walochezesha ile Halaiki ya wale watoto. Hongereni sana. Mmefanya kazi kubwa sana. Hongereni walimu kwa kazi ambayo mliifanya. Kwa really kweli we are proud of you. Hongereni sana.